Cari, fratelli e sorelle buona Pasqua. Anaitwa Jorge Mario Bergoglio. Wengi tukimfahamu kama Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Alizaliwa Disemba 17 mwaka 1936 huko Argentina na kufariki dunia Aprili 21 mwaka 2025 kwa maradhi ya homa ya mapafu. Alipoteuliwa kuwa papa mwaka 2013, alichagua jina la Francisco ama Francis kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya upapa kwa sababu maalum yenye maana ya kiroho na kijamii. Aliamua kumteua mtakatifu Francisco Assisi kama mfano wake. Kwa nini aliamua kufanya hivyo? Huyo alikuwa mtawa wa Italia wa karne ya kumi na tatu anaeheshimika kwa unyenyekevu wa hali ya juu, upendo kwa maskini na waliotengwa, utunzaji wa viumbe hai na mazingira kwa ujumla, kuishi maisha ya kawaida kabisa, hata kama alitoka familia tajiri. Hata hivyo, Papa Fransisko ama Papa Francis alisema mwenyewe wakati wa uchaguzi, rafiki yake kardinali alimkumbusha kuhusu maskini. Hapo ndipo jina Fransisko likamjia kichwani, mtakatifu Fransisko Asizi, mtu wa amani wa maskini na mlinzi wa mazingira. Sasa jina hili limekuwa na maana katika uongozi wake? Bila shaka jibu ni ndio, kwani kwa kuwa kiongozi wa masikini alisisitiza kanisa liwasaidie waliodharauliwa, huku akisisitiza huruma badala ya hukumu, kama alivyoishi mtakatifu Fransisko. Na kwa unyenyekevu wake na maisha ya kawaida aliyoishi, tofauti na mapapa waliomtangulia, aliishi maisha ya kawaida sana. Alikataa kuishi kwenye jumba rasmi la kipapa na kupendelea usafi Fili wa kawaida hivyo kumfanya kuwa kiongozi anayewafikia watu moja kwa moja, vilevile kupigania mazingira kama alivyofanya katika waraka wake wa Laudato Si, pamoja na kusimama kwa ajili ya amani kwa jitihada alizofanya za kutuliza migogoro ya dunia kama nchini Sudani Kusini na Iraq. Kwa hivyo jina Fransisko halikuwa tu jina la kupendeza, bali ilikuwa mwongozo wa maisha na uongozi. Kama Papa. Mpendwa Papa Francis, safari yako ya dunia imemalizika. Pumzika kwa amani ya milele.